Yes, hey bwana, mambo vipi mdau wa soka wa chaneli hii? Hii hey bwana, kama ndo marako ya kwanza unafungulia chaneli hii, basi akisha unaungana nasi kwa kubonyeza maneno ambayo yanasomeka subscribe. Kisha itatokea kengele bonyeza, basi moja kwa moja unaunganishwa wewe kujipatia taarifa mpya ambazo zinajiri katika chaneli hii. Unajipatia taarifa za soka nje ya mipaka ya Tanzania, basi na ndani ya mipaka ya Tanzania unapata taarifa za soka ambazo zinajiri kwa muda huo mwafaka e, highlights zote ambazo zinajili katika michezo yote ulimwenguni, basi wewe ambaye umebonyeza maneno yenye wino mwekundu ambayo yapo chini ya video yako unakuwa wa kwanza kabisa kujipatia taarifa mpya ambapo inajili katika chaneli hii. Cha muhimu hakikisha unabonyeza maneno ambayo yanasomeka subscribe kisha unabonyeza kengele like, share chaneli yetu ili basi uwe umeunganishwa moja kwa moja kuwa mwanahabari wa chaneli hii, kujipatia taarifa mpya basi zinapojili katika chaneli hii, basi wewe unakuwa wa kwanza kabisa kujipatia taarifa hiyo. Asante. Yes, hey bwana, mambo vipi mdau wa soka wa chaneli hii? Eh, hey bwana, kama ndo marako ya kwanza unafungulia chaneli hii, basi hakisha unaungana nasi kwa kubonyeza maneno ambayo yanasomeka subscribe. Kisha itatokea kengele, bonyeza basi, moja kwa moja unaunganishwa wewe kujipatia taarifa mpya ambazo zinajiri katika chaneli hii.